Jina langu Naima Chondo, ni mwenyekiti wa kamati ya kuhakiki mikopo inayotolewa kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, na leo hii kamati pamoja na uongozi wa CMT manispaa tumepita, tumekagua na kuhakiki vikundi vyote ambavyo vinapewa fedha kwa awamu hii. Kwa awamu hii serikali yetu ya mheshimiwa Rais Samia imetoa jumla ya shilingi milioni mia nane kwa vikundi vya manispaa, na hapa tumepita tumemwona mwenye ulemavu wa macho Bwana Adnani na amepatiwa mkopo. Tumepitia vikundi vya vijana, tumepitia makundi ya wakinamama walioko sokoni na walioko katika sekta binafsi. Wote Mheshimiwa Rais Samia amewagusa, kwa hiyo tunamshukuru sana rais wetu na tunawaomba wote waliopata mikopo hii wasimamie biashara zao kwa uaminifu na kuiangalia, ili wapate ile mikopo, utoe sehemu moja kwenda sehemu ingine, ili ile fedha izunguke, waweze kupewa tena watu wengine, kwani hii fedha inakuwa ni kwa awamu na kwa mzunguko, na ni kwa ajili ya kuboresha maisha ya kina mama na vijana na watu wenye ulemavu, watoke katika sehemu hii walioko kwenda sehemu ingine. Labda uh, mwitikio wa uh, hao watu ambao wamepata sasa mikopo wanatarajia kupata mikopo ni u, ipoje? Kwa mlivyopita na kuangalia uh, watu wanafurahi. Watu wanafurahia sana mikopo, watu wanaishukuru serikali yao, wamefurahi na sisi tunavyoenda kuhakiki, wanaimani kabisa mikopo itaingizwa hii. Ni awamu ya tatu, tumeshatoa zaidi ya bilioni moja kwa manispaa ya Singida, na tutaendelea kutoa mwezi wa saba, tuna awamu nyingine tena. Kwa hiyo watu waendelee kujiunga katika makundi waendelee kuboresha biashara zao, ili tukipita nao waweze kupata hiyo fedha. Labda neno lako kwa kwa wao wa, watu ambao wanatarajia kupata mikopo katika swala la kurejesha mikopo kwa wakati? Ah, sasa hivi serikali imeweka uhakiki wa hali ya juu, hakuna udanganyifu, kuanzia kwenye kata kwenda kuja kwenye almashauri, kuna vikao vya CMT mpaka inakuja wilayani ambako tuko sisi baadhi ya wajumbe wakuu Tupitia na kuhakiki na tunakwenda kuona kipi kinafanyika uwandani, sio kupitia tu kwenye makabrasha. Tunakwenda kuona kipi kinafanyika. Kwa hiyo wajitahidi kurejesha kwa wakati, ili na watu wengine pia waweze kupata huo mkopo. Ukiwa kama mwenyekiti sasa wa hii kamati ya kufuatilia ama kuratibu hiyo mikopo kwa viongozi uh, ngazi ya kata, neno lako ni lipi? Sasa wawajibike uh, kuna vikundi vingine wanakuwa wameomba wao, watasema hivi vikundi havijafikia uh, kupewa mkopo, lakini wao wakiwajibika, cha kwanza kutoa elimu kwa vile vikundi, cha pili kuwasimamia. Katika serikali hakuna changamoto, na kila mwananchi ambaye ana biashara yake akiomba mkopo anastahili kupewa mkopo. Kwa hiyo nawaomba maafisa maendeleo walioko kwenye kata wawajibike kuibua vikundi na kuvikuza ili serikali ya Rais Samia iwape mikopo. Hakuna kikundi ambacho hakitapata mkopo kwa awamu hii ya Mheshimiwa Rais wetu.